Naomba niende moja kwa moja kwenye sifa za wale ambao tunakusudia waandikishwe katika jeshi letu, Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania. Sifa ya kwanza ni awe raia wa Tanzania. Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania ni jeshi la wananchi wa Tanzania na halikusudii kumwandikisha yeyote ambaye sio Mtanzania. Kwa hiyo, sifa ya kwanza awe raia wa Tanzania lakini mwenye kitambulisho cha taifa. Sifa ya pili awe na afya nzuri na akili timamu. Awe mwenye tabia na nidhamu nzuri, hajapatikana na hatia ya makosa ya jinai mahakamani na kufungwa Awe na cheti halisi cha kuzaliwa original birth certificate. Awe na vyeti vya shule pia na vyeti vya taaluma ambazo nitazitangaza hivi punde. Awe hajatumikia jeshi la polisi, hajatumikia magereza, chuo cha mafunzo au kikosi maalum cha kuzuia magendo kinachojulikana kama KMKM, awe amehitimu mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa kwa mkataba wa kujitolea au kwa mujibu wa sheria na awe ametunukiwa cheti. Sifa nyingine kwa vijana wenye elimu ya kidato cha nne na kidato cha sita wawe na umri usiozidi miaka ishirini na nne. Vijana wenye elimu ya stashahada umri wao usizidi miaka ishirini na sita. Vijana wenye elimu ya juu zaidi ya stashahada wawe na umri usiozidi miaka ishirini na saba. Lakini pia ndugu wana habari, wa madaktari bingwa hawa, madaktari bingwa wa binadamu, madaktari bingwa wa binadamu umri wao usizidi miaka thelathini na tano. Baada ya kutaja sifa sasa, ndugu wanahabari, niombe sasa nijielekeze kwenye taaluma adimu zinazohitajika kuandikishwa jeshini. Taaluma hizo adimu ni kama ifuatavyo. Ya kwanza ni taaluma ya tiba. Taaluma ya tiba hii imegawanyika katika Uh, nyanja kuu mbili. Ya kwanza ni medical doctor ambao hawa wanaotakiwa ni wale ambao ni specialist. Hawa specialist ambao wanatakiwa kuandikishwa jeshini ni kama ifuatavyo. General surgeon, orthopedic surgeon,